Wa tukio hili kwa siku ya leo, assalamu alaikum wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Alhamdulillah sijambo. Hongera kwa majukumu. Asante, tuhongere sote na, na, na kuona ukiwa umesheheni, ukiwa ni sehemu ya washiriki wa mkutano mkuu huu. Rehema kama kijana na ni makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Vijana ya eh, Chama cha Mapinduzi UVCCM taifa maono mlionayo kama vijana, kwanza tuanzie hapo, ukihusianisha na utekelezaji wa ilani e, ambayo inaenda kumalizika tukihusianisha vilevile na ilani ya uchaguzi hii ambayo inaenda kuzinduliwa hii leo, kama vijana, ni yepi ambayo mmeyabeba kama ajenda zenu kipekee? Kama vijana, kwanza, tunajivunia kwa utekelezaji wa zaidi ya asilimia mia moja uliofanyika katika kipindi cha miaka mitano ambao inaenda kutamatika mwaka huu 2025 lakini kipekee tunayo hamasa kubwa na shauku ya kupokea ilani ya leo kuelekea 2025 2030, ambayo tutaenda kuitekeleza kama Chama cha Mapinduzi. Lakini tuseme ile kauli mbiu ya kusema yajayo yanafurahisha. Upande wa jamhuri tumesema kazi na utu, tunasonga mbele kwa hiyo kazi yetu itaenda kuwa nyepesi, kwa sababu chama chetu cha mapinduzi ni chama cha wakulima na wafanyakazi kazi tunaenda kuifanya kwelikweli, kila mmoja kwa nafasi yake kumsaidia amiri jeshi mkuu, lakini vilevile kutakuwa kuna utu ndani yake. Tathmini yake tunaenda kuakisi wale wananchi ambao wana matumaini makubwa na chama cha mapinduzi, lakini kwa umuhimu tunafurahishwa zaidi na namna ambavyo tumehusishwa kama vijana kuiandaa ilani hii ya chama cha mapinduzi kwa awamu hii inayoanza mwaka huu ifikapo Oktoba kuelekea mpaka 2030 panapo majaliwa. ushiriki wetu ni pale ambapo tulipewa nafasi ya kupenya katika watu kumi na tatu wa kwenda kuiratibu ilani hii pamoja na timu ya wataalamu, lakini kwa umuhimu zaidi, tuliizunguka nchi nzima, tukakutana na vijana, tukapokea maoni. Na mwenyekiti wetu wa vijana ya taifa, kwa nafasi hiyo aliyoipata, aliwasilisha maoni yetu na tukapata mrejesho na kupitia kikao cha halmashauri kuu kilichopita cha pili kutoka hichi tulichoketi juzi, nikiri kwamba tulipitishwa katika ilani hile. Sisi kama viongozi ambao tunaingia katika kikao kile muhimu, tulijiridhisha mambo yanayohusu vijana kwa kila mkoa, kila wilaya kila kata yameguswa kama ambavyo tuliyakusudia na pengine kwa, ni, kwa faida ya kijana anetuzama wakati huu, ni yepi hayo ambayo pengine kwa usuli tu, machache ambayo mnahisi ni matamanio ya vijana na ninyi kama sasa eh, ngome ya vijana, naweza nikasema hivyo, kwa namna hiyo ya kiupekee tu mmeyabeba na mkayawasilisha na mmeona amefanyiwa kazi, ili vijana waone kweli tumaini lao pengine lipo mikononi mwa UVCCM na kushukuru sana. Niseme kwamba tukizungumza miundombinu, maji, afya, yote yanagusa jamii yote kwa ujumla, lakini vijana, tutakumbuka tulipo sasa ni ulimwengu wa kidijitali, tumeshatoka analog. Kwa hiyo kilio chetu ilikuwa tuendane na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, na tutakumbuka siku ya jana miongoni mwa ajenda ni pamoja na mabadiliko madogo ya katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi, toleo jipya la Januari 2025. nikiri kwamba Swala la Tehama limeguswa kwa kiwango kikubwa. Leo hii tukizungumza mabadiliko haya ya sayansi na teknolojia, kwa namna moja au nyingine, yanamgusa sana kijana wa Kitanzania na kijana alipo popote duniani kote. Nikiri kwamba hata ilani hii, hata kupitia ile dira ya taifa ya 2025, 2050, imegusa pia masuala ya teknolojia na sayansi kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tutegemee makubwa katika swala la tehama kwenye ilani hii inayokuja.